Kwingineko wakazi waliorejea nyumbani kutoka katika eneo la Mukutani baada ya kutoroka mashambulizi wanakumbwa na changamoto nyingi zikiwemo ukosefu wa maji, chakula na makazi. Mvua kubwa inaonyesha katika eneo hilo inazidi kuathiri hali yao, huku watoto wakiteseka kwani baridi na baadhi yao wakipata ugonjwa wa malaria. Hali hiyo inakuwa mbaya zaidi kutokana na kutokuwepo kwa kituo cha afya. Msemaji wa jamii ya Elchamus Edwin Lekeriap amesema jamii za Pokot, Tugen, El Chamus zimekubaliana kuishi kwa amani na kuendeleza ushirikiano. Aidha, viongozi hao walitoa wito kwa wizara ya mipango maalum kutenga pesa kwa waathiriwa waliorejea nyumbani.

Sasa minawana changamoto eh. Wakati tulikuja hapa mbao ni mingi na hakuna manyumba. Naomba tu serikali asaidia hawa mtu arudi mahali alikuwa anaishi, kama anaweza jengewa nyumba yake, serikali achukue ijukumu. Naomba tu serikali ya Kenya asaidie watu sababu ni wengi, ni watu mia tano ishirini na ako na maploti yao, mtu tu arudi aende ploti yake ajenge huko, na mtu aende kuendelea na shamba yake na maisha. Kizaza kilishuhudiwa katika